Bismillahirrahmanirrahim. Oh, msafara tiifu msafi uliopendeza wa kilo, msafara ambao unaelekea kushindikizwa na malaika kutoka mbinguni. E mola wetu, kwa uwezo na rehma zako, kwa uwezo na baraka zako, Allah, kwa wingi wa kuweza kuikamilisha jengo lako la Alqaba, Allah, kwa wingi wa kuweza kuwaita Waislamu kuja kutembelea mji mtukufu wa Makka. Allah, tunaziinua dua zetu kwa mzazi wetu Sheikh Habonimana Abdi John. Allah, tunakuomba kwa uwezo na utukufu wako na baraka zako, kwa kuweza kutuleta katika mji huu wa Maka na ndani ya msikiti wako Allah. Tunakuomba imarisha afya yake Sheikh Abdi John. Allah, kwa uwezo wako, baraka, neema, tunainua Allah kwa uwezo baraka neema tunainua, kwa rehma zako Mola, tunakuita katika majina yako matukufu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kwa wingi wa kila atakayeweza kuiona video klipu hii na amin, watakaeweza kuitika Waislam ielekee kwa sadaka yenye kuimarisha afya Sheikh wetu Sheikh Habonimana Abdi John mzazi wetu katika harakati nyingi za dini. Allah ila takayeweza kuisambaza video clip hii kwa baraka zako Mola na neema zako jalia, ya Rabbi, kila mwenye kheri kwake Mungu mjongezee na mweke nuru katika afya yake. Jaribu Mola kwa uwezo na baraka zako tukufu wa jengo huu wa al-Qaba, Allah, kwa pembe zote nne za dunia tunakuomba kila lenye kheri. Mungu lijongezee kwake Allah, na kila lenye shari kwake Mungu mkinge nalo Allah, kwa Islam wote maalfu ya neema hii kwa neema ya utukufu wa mji mtukufu wa Maka. Allah, tunaziinua dua zetu kwake Allah, tunakuomba weze kuimarisha afya yake mzazi wetu Sheikh Abdi John. Allah, tukiwa katika arzi takatifu hii ya Maka, Allah, tunakuomba tukabalie dua zetu Allah, tunakuomba tukubalie dua zetu pamoja na Waislamu wote wenye maradhi mbalimbali wakiwa hospitali, wangine nyumbani. Allah, kila atakaitazama videoklipu hii na kuitika amin. Heri na baraka Mungu zishuki katika masehemu ambapo walipo waliokuwa, mahospitali Mungu apatie shifa, waliokuwa nyumbani Mungu apatie shifa. Ndugu yetu baba yetu Sheikh Abdi Joni, muimarishie afya yake Mungu mjalie kheri, Mungu mjalie kheri yeye pamoja na familia yake, Allah pamoja na watoto zake, Mungu tia baraka ya rabbal alamina. Allah tunaitimisha ziara yetu ya kutoka katika mji mtukufu wa Maka na kurejea katika ardhi ya nyumbani ya Rabbal Alamina, tunakuomba Mungu jalia kheri baraka kwa mama yetu aliyeweza kunisafirisha na kuweza kunifikisha katika ibada hii. Allah mjalie kheri kwake pamoja na watoto wake, baraka Mungu neema na pesa alizoweza kuzitumikisha kwa ajili yetu. Allah, tunakuomba kwa neema zako baraka Mungu, zidisha mara mbili. Allah, usitufishi hali ya kuwa tumeiona neema ya Uislamu, tupe shahada Mungu wakati wa kufa kwetu. Allah, tunakuomba mama yetu kila alichoweza kukifanya kwa ajili yetu ni mapenzi aliyokuwa mema juu yetu, ya Rabbul Alamina. Allah, tunakuomba kwa utukufu wa mji huyu wa Makka, Allah, nawe mlipe mara mbili na mwekee mema Makka na naumwekee mema katika makazi yake, ya Rabal Alamina, fungua riski baraka Mungu katika ndoa yake. Allah, tunahitimisha kwa uwezo na rehma zako Allah, tunahitimisha kwa uwezo na rehma zako, tutakabalie dua yetu Mungu, na neema yako utufikishe katika mji salama wa nyumbani Bujumbura huku, Mungu kila itazamaye video klip na kusema amin, neema na baraka zishuke kwa wagonjwa wote, hususani mzee wetu Sheikh Abdi John Marisha andania lamjim tukufu, Allah imarisha tukiwa ndani ya jengo hili la mji mtukufu wa Makka. Allah tutakabalie dua yetu allahumma, amin, amin, amin. Al Huda, mwongozo wa jamii.